ukarabati bado unaendelea na sisi tutakuwa hapa, tutakuwa asubuhi, tutakuwa mchana, tutakuwa usiku kuhakikisha kwamba hakuna kinachosimama na mpaka kafu anakuja kufanya ukaguzi wao wa mwisho kuelekea mechi ile ya fainali ya Simba na Berkane tarehe ishirini na saba tarehe ishirini na tano ya mwezi huu, basi angalau uwanja huu uwe tayari na unachezeka. Na miongoni mwa watu tuliokuja nao tulioongozana nao kwenye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 Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na udhaifu na ucheleshwaji mkubwa wa kiutendaji katika ukarabati unaoendelea kwenye uwanja wa Benjamini Mkapa, kiasi cha kutishia mchezo wa fainali kati ya Simba pamoja na Berkane, lakini pia kutishia mechi ya ufunguzi wa michuano ya chani ambayo itaanza mwezi Agosti. Ni je, yes, serikali inatoa commitment gani? kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia mashindano haya ufunguzi wa mashindano haya chani ya chani yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti, kama ambavyo nimejibu swali lililopita la Mheshimiwa la nyongeza la Mheshimiwa Hanje, commitment ya serikali ni ile ile, kuhakikisha mechi hii aa, ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu ambayo ni mechi ya kihistoria sana inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa hatuta hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila inaloweza, ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uh, uwanja ule unatengemaa. Na jana usiku, uh, mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba uh, wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultant wa kimataifa hakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe uh, hofu mheshimiwa shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante.